Tumekuwa na siku muhimu sana katika historia ya masoko ya mitaji na dhamana hapa nchini. Tumezindua mfuko wa kwanza kabisa wa uwekezaji wa pamoja ambao unawekeza katika kampuni, hisa za kampuni zaidi ya kumi na mbili ambazo zimeorodheshwa katika masoko ya hisa ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kampuni kubwa kama tunazoziona katika soko la hisa la Dar es Salaam zilizopo katika soko la hisa la Nairobi, zilizopo katika soko la hisa la Uganda na soko la hisa la mjini Kigali Rwanda. Hizo kampuni zinachukuliwa mseto wake unakuja kuwekezwa katika huu mfuko. Kwa hiyo ni mfuko ambao ni wa pekee sana kwa sababu una mseto ambao unatoa anuwai. Kwa maana ya kwamba e, uwekezaji katika mfuko huu unapunguza vihatarishi, uwezekano wa kupata hasara kama ukiwekeza katika dhamana moja. Kwa hiyo wenyewe unawekeza katika dhamana mbalimbali na hivyo kuwezesha mwananchi kuweza kupata, uh, faida hata kama kampuni moja itapata hasara. Kwa hiyo ni, ni uwekezaji ambao ni wa kibunifu ambao sasa utakuwa ni mfuko wa kwanza wa aina hiyo katika soko letu la Hisa la Dar es Salaam. Ni wasihi wa Tanzania tuweze kuchangamkia fursa kama hizi ambazo zinatujitokeza katika masoko ya mitaji hapa nchini. Tusiwe na uwekezaji mmoja tu wa mashamba, wa madaradala, wekeza kila aina ili uweze zinapotokea fursa katika eneo fulani la kimasoko basi na wewe uweze kunufaika. usiwe, mion, usiwe, usiwachie nafasi wachache watu wachache ambao wananufaika peke yao. Watanzania wote, tungependa Watanzania wengi zaidi waweze kuja kuwekeza katika masoko ya mitaji na hivyo kunufaika na fursa ambazo zinapatikana katika masoko ya mitaji. Lakini kumekuwa na wananchi wengi wanaogopa kuwekeza kwenye mifuko ya namna hiyo, wanahisi kwamba wanaohitaji kuwekeza ni wale wenye pesa nyingi, wenye mitaji mikubwa, labda wanaweza kuambiaje, wanafanyaje wana, ni watie moyo na kwa hasa wananchi waweze kuwekeza katika mifuko ya aina hii ambayo inasimamiwa mifuko ambayo inasimamiwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana inakuwa imepitiwa na kuangaliwa e, uwezo wake na kuweza kupunguza vihatarishi, kwa sababu inasimamiwa na wataalamu ambao wamepewa vyeti na ithibati kutoka Mamlaka ya Masoko ya Mitaji kuweza kusimamia mifuko ya aina hii. wasiwekeze katika mifuko ambayo haijaidhinishwa na mamlaka. hapo wanaweza wakapata hasara. Lakini pili uh, mifuko aina hii inawekeza katika bidhaa za aina mbalimbali, kwa hiyo wasiwe na wasiwasi kwamba wataweza kupoteza fedha zao, kwa sababu inawekeza katika uh, sekta mbalimbali mbali, lakini miradi kutoka uh, masoko ya, ya mitaji ya nchi tatu nchi nne ambazo ziko katika ukanda wa Afrika Mashariki Uh, uzuri wa, uh, wa mifuko hii ni kwamba tumepunguza kiwango cha chini cha uwekezaji. Sasa huu mfuko wa EAC ETF ETF wenyewe kima cha chini cha uwekezaji ni shilingi laki moja, ni laki moja. Kwa sababu gani? Huu mfuko unawekeza katika taasisi, katika kampuni, makampuni mak, kampuni makubwa, hisa za kampuni za Safaricom ambazo bei zake ni kubwa. Kwa hiyo Uh, ukiwa na kima cha chini cha shilingi laki moja utaweza kuwekeza katika mifuko hii, wakati ambapo ungeweza kuwekeza katika eh, moja kwa moja Safari kwa ungehitajika kuwekeza kiasi kikubwa cha pesa. Kwa hiyo wananchi, eh, akiwa na laki moja na kuendelea juu, anaweza akawekeza katika mifuko hii, lakini pia kama huna laki moja kuna mifuko mingine ambayo CMSA tunaisimamia ambayo uwekezaji wake uh, uko chini zaidi. Kwa hiyo uangalie ni mfuko gani ambao unamfaa waweze kuwekeza. Asante sana. Mohamed Warsame, mimi ni mmoja wa wakurugenzi wa kampuni ya iTrust uh, Finance ambao leo tumezindua huu mfuko mpya katika Tanzania na katika kanda yetu ya East Africa ambao unawekeza kwenye makampuni yote makubwa yaliyokuwepo kwenye kanda yetu ya East Africa. Kwa hiyo, hizo ni makampuni za Kitanzania, makampuni za Kikenya, makampuni za Kiuganda na kampuni moja kutoka Rwanda. Hizi makampuni yamerodheshwa kwenye soko za hisa za East Africa, na mwanahisa mwana yote wa hii mfuko atapata fursa ya kuwekeza apate faida kutoka nchi zote hizi na hisa zote hizi zikiwa kwa pamoja katika mfuko mmoja. Kwa hiyo wananchi wa kawaida anaweza kuwekeza e, hela ambayo ni kama laki moja, ikima cha chini ni laki moja, inayoruhusu kila mwananchi aweze kununua mfuko ambao una hisa zote kubwa za kanda yetu ya Afrika Mashariki kwa kiwango hicho. Sasa unawaambiaje wale wawekezaji wa chini na faida ambazo wanaenda kuzipata. Kwa hiyo kwa mwekezaji wa chini mfuko huu utarodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa kwa hiyo utaweza kuuza hisa zako ukapata faida kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unaweza ukanunua, na vile vile vile, faida zitakazopatikana kutoka kwenye hizi hisa zote za kwenye mfuko, hizo faida ni gawiwo e, dividends tunasema, na pamoja na ongezeko la bei za hizo hisa hizo zote utazipata kwa hisa yako kwenye soko la Dar es Salaam kupanda. Kwa hiyo utaweza kupata hizo hizo hizo hisa zako ziwe zinapanda bei yake kwenye soko la hisa na utaweza kuuza hizo hisa zako kwenye soko la hisa na kufaidika na maendeleo ya kanda yetu ya East Africa. Gawio hilo ni kwenye hisa tu, ama kuna maeneo mengine anaweza kaekeza mtu akapata gawio, na ni kwa muda gani anaacha ili kuweza kupata ile faida yake? Eh, kwa hiyo inachotokea kwenye soko la hisa ni kwamba kila siku soko la hisa liko wazi. Kwa hiyo mtu ambaye amenunua e, hisa hizi zikisha orodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, tunaita listing yani, zikishakuwa kwenye hilo soko, bei zake zinapanda kwenye soko la hisa. Kwa hiyo utakuwa unaziona bei zako. Itakapotokea kwamba kuna gawio limelipwa na kampuni ambayo iko kwenye huo mfuko, hiyo gawio itawekezwa tena katika makampuni hayo hayo ili kuongeza mtaji wa hilo mfuko, na kwa faida hiyo kwamba mtaji wa ule, ule mwanahisa itapanda bei kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na hiyo ndio atavyopata faida yake kwa kuona kwamba zile hisa alizozinunua hapa mwanzoni zinauzwa kwa sasa hivi kwa shilingi elfu moja kwa hiyo unapoweka shilingi laki moja ina maana kwamba unapata e, e, mia. unapata e, vipande mia na hivyo vipande utakapokuja kuviuza itakapoorodheshwa as hizo makampuni yatakuwa yanapanda bei na hizo hisa itakuwa inapanda bei kutoka kwenye elfu moja kwenda juu zaidi kwa hiyo mtu yoyote ambaye anayo atakuwa anajua faida yake na atakuwa weza kuuza muda wote anaotaka akapate eh, hela zake. Mimi naitwa Profesa Mohamed Warsame ni mkurugenzi wa iTrust Finance kampuni iliyozindua umfuko leo. Asante sana.